Yes, bana, mambo vipi? Kumekuwa kuna story nyingi lakini pia kumekuwa kuna eh, vagation nyingi sana katika mitandao ya kijamii hasa eh, mara baada ya Eni, ambaye ni BFF au mshikaji wa karibu sana eh, eh, eh, wa kwake Priscilla mke wa Jux, mara baada ya kuweza kupost video pia eh, hii nyimbo ni uh, my wife Fina TZ ambaye ni msanii kutokea hapa Tanzania. Watu wengi wameweza kuconnect doti, eh, na wakihisi kwamba au tayari washikaji tayari wamekuwa eh, wakidate. Sasa tukapata nafasi ya kuweza kumsikia Phina mwenyewe kuweza eh, kufunguka kuhusiana na eh, swala la la, la, la, la, la yeye pamoja na Eni kwamba mahusiano yao yakoje kwenye mahojiano tofauti tofauti ambayo pia tumekwisha kufanya naye. Sasa ameweza kufunguka kuhusu ukaribu wake na Eni, shemeji wa Jux, ambaye pia kwa sasa ni miongoni mwa majina ambayo yanatajwa sana kwenye vichwa vya habari kutokea hapa Tanzania eh, kupitia harusi ya JP 2025. Lakini pia eh, Phina alipo alipoweza kuzungumzia kuhusu kauli ya Eni Kumuita mke eh, alipokuwa akiimba sisi ni wale ni moja kati ya nyimbo ambazo pia ni ya kwake. Eh, Bwana Fina aliweza kujibu, mbona kama mambo yanaenda speed sana eh, kwa sasa tunavyoona chemistry yenu ni nzuri sana na eh, kama kuna lolote zaidi ya hapo eh, mimi mwenyewe nitakuja eh, kuambia. Aliweza kufunguka hivyo kama ulivyoweza eh, kumsikia sasa akizungumzia tukio tukio la wao kuweza kula chakula eh, pamoja na ambalo pia lilivuma sana. Kuna video clip ambayo ilionekana kwamba eh, Eni alikuwa ameandaa pilau fulani hivi la kinyamwezi la kinyama and akawa amemkaribisha Phina awe ni msanii ambaye pia anaweza kuwa, alikuwa anasema kwamba ni, ni, ni mshikaji wake au mtu wake wa karibu ambaye anatamani kuweza kupata naye chakula kwa pamoja, and then Phina katokea pale, wakapata msosi nini, mambo yakawa yameenda viral kinoma noma, kila mmoja akawa anajiuliza kwamba hawa ni vipi, tayari wameanza kukisha kuanza ku date ama namna gani, vipi? So Sarafina ameweza kufunguka, ufina mwenyewe ameweza kufungua uhusiano na ushikaji ambao pia wako nao na ukaribu wao, hatuwezi kumuliza kuhusiana na masuala mazima ya wao kuweza ku date au kitu kuweza kutokea katika eh, huo ukaribu wao. Akasema lolote linaweza likitokea, atakuja kufunguka na kuweza kuongea mengi zaidi. Phina TZ kutokea hapa Tanzania, lakini pia Eni kutokea kule nchini ni Nigeria. Huyu hapa Phina hatari wakati wangu anaenda spidi sana. Anyways, mi nachoweza kusema ni kwamba um, kwa sasa uh, we have great chemistry, mimi na yeye. Na kama kuna lolote lile, I think anyway mwenyewe ndio atakaye waambia, lakini let's just wait you know, time will tell. <laughs> Uh, yeah that was a date actually, ame alinialika tuweze kula pamoja.